Wanasayansi wanasema ya kwamba kabla ya kitu chochote kutokea duniani na hata katika space, kulikuwa na vacuum. Then kilichosababisha kuwepo kwa kila kitu kinachoonekana hapa duniani ni theory inayoitwa the Big Bang. Inaelezea kwamba kila kitu kilianzia kutokea katika a tiny particle ambayo inafanana na atom lakini hawakuipa jina la atomu kwa sababu haikuwa na nafasi katika eneo fulani. Waliita singularity. Hii singularity ndiyo iliyosababisha baada ya mlipuko ambao ndio unaitwa big bang au kwa kiingereza rahisi explosion ilipotokea ikazalisha moja ni time mbili ni space na tatu ni universe ambapo universe universe, kiujumla tunahusisha dunia sayari nyota jua na ilizalisha vitu vingine hivyo tunaweza tukasema kwamba kabla ya big bang hakukuwa na matter na time, na space, universe katika kuelezea huku, lakini bado wakawa wameshindwa kujibu maswali manne. La kwanza lilikuwa what happened before the big bang. Swali la pili is this the first big bang. Swali la tatu where does the singularity came from, na swali la nne what happened at the moment of the big bang. Na hapo ndipo wakaja wakasema kwamba we don't know and maybe we never will. Na wanasayansi wakubwa kama kina Albert Einstein wakaja wakasema kwamba the more I studied about the universe the more i believe in higher power. Lakini hata pia cosmologist na wenyewe pia wakasema everything comes from nothing is impossible without an intelligent cause. Unaweza ukaona sentensi zao zinarifa wapi: kuna intelligent cause, lakini pia kuna higher power ambayo wanaamini ipo iliyosababisha vitu hivi kuwepo. Na ndipo hapo sasa tunaweza tukasema kwamba Mungu ndiye aliyesababisha hayo yote, na nitathibitisha kwa kuyajibu maswali haya manne kupitia neno la Mungu. Tukianza na swali la kwanza, what happened before the Big Bang? Kwa sababu Big Bang inasema time ilizaliwa pale ambapo Big Bang ilitokea. Na katika muktadha huu swali la before halina jibu kwa sababu science inahitaji muda kuuliza swali na kulijibu swali. Kwa sababu inatazama, inapima mabadiliko na inarudia matokeo. Hivyo kwa kutazama, lazima uhitaji muda kwa kupima mabadiliko mpaka kitu hiki kiweze kubadilika, maana yake unahitaji muda, na ili uje kurudia matokeo, ni lazima muda fulani huo umepita. Mfano rahisi katika physics, ili uweze kupata spidi ya kitu fulani, ni lazima uchukue distance ugawanye kwa time inamaana pasipokuwa na time speed haina maana, lakini kwa kuwa muda haukuwepo kabla ya big bang, science wameshindwa kujibu swali hilo. Lakini neno la Mungu linasemaje? Tukianza na kitabu cha Zaburi ile ya tisini na mstari wa pili, neno la Mungu linasema, kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Hapa swali la before limeshajibiwa. Kabla ya kitu chochote kulikuwa na Mungu, na Mungu huyu ndiye aliyeruhusu muda uanze, yaani majira na nyakati, na vitu hivi vitakuwa kwa ajili ya viumbe na siyo yeye, ina maana Mungu hafungamani na muda, na ndiyo maana hahitaji muda kuthibitishwa kama yupo. Hapa kwenye hili neno milele, maana yake ni nje ya muda. Sasa ndipo ambapo Mungu yupo. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na Nchi. Katika lugha ya Kiswahili kwangu mimi nimeona kwamba kuna namna haijajitosheleza sana. Kurudi katika lugha ya Kiingereza inasomeka hivi, In the beginning when God created. Inaonesha kwamba hapa Biblia imeanza kuandikwa pale ambapo Mungu anaanza kuziumba mbingu na nchi, na sio kwamba ndio ulikuwa mwanzo wa Mungu inaposema When God created ile moment ambapo Mungu anaanza kuziumba mbingu na nchi, ndipo Biblia imeanza kuandikwa. Na Mungu alikuwako huko mwanzo, ndipo alipokaa na kuamua sasa, ninakwenda kuziumba mbingu na nchi na vitu vyote ambavyo vinatokea hapo. Wanasayansi wameshindwa kujibu hilo, lakini Mungu na neno lake linatuthibitishia hivyo ya kwamba God is the beginning. God is the cause of everything that happened. What happened before the Big Bang? There was an existence of God. Na huyu Mungu ndiye aliyesababisha vitu vyote kutokea. Tukija katika swali la pili, if this is the first Big Bang? Kwa sababu wana theory yao ambayo wanaita Big Bang theory ambayo inasema universe ina uwezo wa kucontract lakini pia na kuexpand. Hivyo wanajiuliza kama kabla ya hii big bang kulikuwepo na big bang hapo awali, ambapo ilikuwa imejicontract kisha ikaexpand ikatengeneza vitu vyote. Lakini katika neno la Mungu linasema yeye ndiye mwanzo wa kila kitu na alifanya hivyo once, katika zile siku za uumbaji vilishatokea Akaona ya kuwa ni vyema, kwa hiyo alifanya once, na kama kutakuwa na compression basi ndio mwisho wa siku. Katika kitabu cha Isaya sura ya 34 na ule mstari wa 4 inasema, na jeshi lote la mbinguni litafunuliwa na mbingu zitakunjwa kama karatasi. Ina maana kukunjika au compression inamaanisha ndiyo mwisho wa siku ambapo hizi mbingu na nchi zitakunjwa kama karatasi, ndio itakuwa ni hukumu na mwisho wa dunia hii. Sayansi inakiri mipaka yake ya kwamba haina uthibitisho kama kulikuwa na big bang nyingine kabla ya hii, lakini wanazo data zinazothibitisha ya kwamba utakuwa na mwisho wa universe hii tunayoishi, kwa maana ya compression. Hivyo inashikamana na neno la Mungu ya kwamba mwisho wa dunia upo na siku za mwisho tumezikaribia. Kama ulikuwa bado hauamini, tengeneza njia yako, Yesu yu karibu. Kwa leo tutaishia katika kujibu maswali haya mawili na wiki ijayo tutaendelea kujibu maswali mengine mawili, na kuweka msisitizo zaidi jinsi Mungu anavyothibitisha ukuu wake pale ambapo sayansi inashindwa kufikia. Kwa hiyo ninakuomba subscribe, ili nitakapopandisha mafunzo haya mengine, basi utakuwa wa kwanza kuyapata. Ubarikiwe sana kwa kunisikiliza, tuonane tena katika kipindi kijacho.